Waziri Ulega amechukua hatua hiyo baada ya kupokea taarifa ya mradi kuwa nyuma kiutekelezaji licha ya kwamba tayari serikali imempa malipo ya awali ya shilingi bilioni 9.8 sawa na asilimia kumi ya gharama za, za mradi wote. Sasa mkandarasi alitakiwa awe asilimia kumi na tatu nukta tatu kwa mujibu wa mpango kazi lakini yuko asilimia mbili. Lakini vile vile, muda wa mradi mpaka sasa uliokwisha ni asilimia uh, thelathini na nane. Miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya ili kumuhimiza mkandarasi aongeze uh, uh, kasi ya utekelezaji wa mradi huu, tumefanya vikao vya mara, mara kwa mara vya kitaalam. Baada ya kuona uh, hakuna maboresho yoyote aliyoyafanya na kasi bado inaendelea kwenda kidogo kidogo, tulimtaarifu mtendaji mkuu ili tuweze kufanya kikao cha juu cha high level ambacho kinahusisha pia wakubwa wa, wa kampuni hii kutoka China. Kikao hicho mheshimiwa waziri, tulikiitisha ilikuwa mwezi wa tisa, lakini katika kikao hicho viongozi hao wakuu wa juu wa kampuni hii hawakuweza kufika. Tunataka huo ujumbe wafikie makandarasi wote wazembe, wanaolipwa fedha na serikali kisha wanachukulia mambo wepesi wepesi. Hatuna namna yoyote ya kuwavumilia.